Ok, labda wewe ni mmoja ya watu ambao wanaamini injili ya free Palestine kwa sababu ya kile kinachoendelea mashariki ya kati, na hii session silengi kukubadilisha wewe kusema hivyo, ila nataka kukupa ukweli mwingine ambao labda ukutani nao sana kuhusiana na Wapalestina, kwa sababu inapotokea ishu ya mnyonge gai na taf gai wanapigana mara nyingi kibinadamu tunakaa kwa mnyonge gai. Sasa tunajadili sana kuhusiana na tough guy ambaye ni Israel anachokifanya e, lakini kuna historia kuhusiana na huyu mnyonge gai. Kama umefuatilia huu mgogoro unaoendelea, kuna rundo la wakimbizi ambao wanakimbia ukanda wa Gaza pamoja na West Bank, lakini wakimbizi wote wa Palestina wanaishia kukaa eneo dogo ndani ya eneo hilo hilo la kwao. Maana yake hakuna nchi yoyote ya uharabuni inataka kuwapokea, sio Misri, sio Siria, sio Lebanon, sio Jordan. Hawa watu wanaoitwa Wapalestina, hakuna jamii inaitwa Wapalestina, ni Waarabu. Kwa hiyo nchi zote zilizowazunguka ni waarabu kama wao, lakini kwa nini specific waarabu hao wa palestina hawapokelewi sehemu yoyote? Kuna sababu mbili, na moja ndio inazungumzwa sana, lakini mimi nitakuelezea na mifano ya matukio ya nyuma ambayo yanasababisha hiki unachokiona. Kama hujasubscribe na unapenda hizi stori za geopolitics, ama hii session ambao wanakuletea kila kipindi hiki ni wakati mzuri wa kubonyeza hiyo sehemu ya subscribe hapo kutusapoti. So kuna sababu mbili kubwa ambazo zinafanya Wapalestina hawapokelewi sehemu yoyote kwenye hizi nchi za Waarabu. Ya kwanza ndio ambayo inazungumzwa zaidi, kwamba Wapalestina wenyewe hawataki kuondoka kwenye nchi yao kwa sababu itawaruhusu Waisraeli kumiliki yale maeneo kama ambavyo wamekuwa wanafanya kwenye historia miaka yote. Kwa hiyo kuwaondoa kwenye ile nchi ni sawa na kumrahisishia kazi mtesi wao ambaye ni Israel. Hiyo ni sababu ambayo ni kweli na inazungumzwa, lakini sio wapalestina wote ambao wanatamani kuendelea kukaa eneo la vita. Obvious, kuna watu watatamani kuondoka eneo la vita na kupata uraia sehemu nyingine ama hata hifadhi ya ukimbizi nje ya kile kinachoendelea. Lakini kwa nini hawapokelewi? Kauli za viongozi wengi, tukianza na Jordan ambayo ndio nchi iliyokuwa inawapokea wajamaa kwa miaka mingi, na by the way West Bank lilikuwa linamilikiwa, yani lilikuwa ni moja ya jimbo la Jordan miaka ya nyuma.

Ni kauli za viongozi wote wa nchi za uharabuni, lakini hapa nataka nikupe sababu ya kihistoria ya kwa nini Wapalestina hawapokeleki. Historia ya nchi zote za uharabuni zilizowapokea Wapalestina hazikuishia vizuri, na hapa nitakupa nchi nne. Tuanze na Jordan. Ni kupitisha kwenye historia kidogo tuweze kuona hili wimbi la wakimbizi wa Palestina lilianzia wapi. Imekuambia, 1948 Israeli ilitangazwa rasmi kuwa taifa na Umoja wa Mataifa ukaiacha Jerusalem kama mji neutral kwa sababu ya unyeti wake wa kihistoria. Sasa baada ya hapa mataifa ya ya Waarabu yalikuwa wameizunguka, nazungumzia Syria, Egypt yenyewe, uh, Lebanon na wengine wengine, walikuwa by the way Lebanon ni taifa la Kikristo, so mataifa yale ya Waarabuni yalivamia Israel kwenye hii vita ambayo ilipiganwa ilizaa kile kinachoitwa intifada. Intifada ni kama tuseme janga, walivyoliita wao Wapalestina, kwamba walihamishwa wengi sana na mpaka leo walikimbilia kwenye makambi mbalimbali mbali ya wakimbizi. Hii intifada wakati inafanyika, kitu kingine ambacho labda ukukisikia sana ni kwamba kulikuwa kuna jamii nyingine pia inafanyiwa intifada ya Wayahudi. Yes, zaidi ya Wayahudi amini ya Wapalestina laki saba na elfu hamsini waliamishwa kwenye makazi yao wakati huu, lakini zaidi ya Wayahudi laki nane waliamishwa nao kutoka kwenye nchi za Kiarabu. Iraq waliwaamisha, Siria waliwaamisha, Libia waliwaamisha, yani popote walifukuzwa, sehemu nyingi duniani. Kwa hiyo zilikuwa zinafanyika intifada mbili, na hawa Waisraeli ambao walifukuzwa wakati huu baada ya tukio la Israeli kujitangaza kama nchi ndio walikuja wakadabo idadi ya wananchi wa Israel kwenye ile nchi, na wengi ndio walipewa maeneo ambayo wa unasikia waarabu walikimbizwa kwenye hii intifada. Kwa hiyo zilikuwa ni kama zilifanyika mbili, lakini sasa hawa wayahudi waliokimbia kwenye nchi za waarabu wenyewe walikuwa na sehemu ya kukimbilia, na waliacha kila kitu na mali zao, na walikuwa ni matajiri kuliko hata wa Palestina kule walipotoka na waliacha mali zao na walivyokuja huku wakasahau kila kitu, lakini Wapalestina hawakuwahi kusahau asili yao popote ambapo walipewa. Hata ukimpa uraia bado aliendelea kuwa Mpalestina. Na Israeli ilichukua eneo kubwa kuliko ambalo ilipewa mara ya kwanza na Umoja wa Mataifa, na hii ilikuwa ni mara ya kwanza Waisraeli wanajitanua kwenye yale maeneo, na hii kesi inaanza maana yake kuna Waarabu ambao waliondolewa lile eneo so wakaanza kutafuta ukimbizi. 1967 ilipiganwa ile vita maarufu ya Six Day War. Hii ilikuwa ni by the way ikuwa vita Ilikuwa ni Israel ilipata taarifa za ushushushu kwamba mataifa ya Kiarabu yanataka kukinukisha tena, so jamaa wakayashambulia haya mataifa, wakashambulia ndege zao fasta, walipita Egypt, wakapita kwenye milima ya Golan wakafanya mashambulizi fasta, yani, kiasi kwamba ikaharibu mipango yote ya mataifa hayo ya uharabuni. Na hii vita inaitwa vita ya siku sita, ndio ilizaa zaidi ya wakimbizi laki tatu wakavuka mto kutoka ukingo wa magharibi. Hili eneo linaitwa West Bank. Benki ni uh, ukingo eh? West ni magharibi, kwa hiyo ukingo wa magharibi wa mto Jordan, hilo eneo ndo linaitwa, ndo walipo wa Palestina. Upande wa pili ni Jordan, so wakavuka huu mto kuingia Jordan, na Jordan iliwapokea ikawapa hifadhi wengine wakapewa makazi wakapewa uraia kabisa, wapalestina na waliishi maeneo ya amani na sehemu nyingine nyinginezo. Sasa kufikia elfu moja mia tisa sabini, nusu ya watu ndani ya Jordan walikuwa ni Wapalestina. Hiyo ndo levo ya jinsi ambavyo Jordan ilikuwa tayari kuwapokea hawa watu. Lakini wakiwa wanaishi pale, ndipo ikazaliwa kile kinachoitwa PLO, Palestine Liberation organization, na utasikia majina kama akina Yasser Arafat. Huu jamaa ni watu ambao waliishi pale Jordan muda mrefu, maanake baba ndio alienda akamzaa mtoto, mtoto naye akakuwa, akiwa kwenye kambi ya wakimbizi ama akiwa nchi ya ugenini, akamzaa mtoto wake, so yule mtoto anaanza kuhisi kwamba nchi yake ni pale wengine kwenye haya makambi walikuwa na funguo za nyumba zao walipokimbia kutoka uh, Palestine wakiamini watarudi siku moja, lakini tayari umesha kuwa na wajukuu sehemu bila kurudi. So ikazaliwa kiringi fulani hivi ya wahuni pale ambao walikuwa wanajiita PLO kwamba wanapambana wakitokea Jordan kuelekea uh, kuikomboa nchi yao, lakini ilikuwa ni tatizo kwa serikali ya Jordan kwa sababu ilifikia mahali hawa jamaa wakawa sasa lile eneo wanaloishi wanaendeleza mambo yao, wanakatiza uh, ushuru wana, yaani kama wanaendesha serikali yao wakatengeneza serikali ndani ya serikali. Baada ya hapo ulikuwa ni mchakato ambao uliwapa stress Jordan kinoma, kwa sababu mfalme wa Jordan alikuwa haelewani na Israel. Ukumbuke Israel ilikuwa ni maadui na mataifa yote ya Uarabuni na hata wakati ile vita inapiganwa mara ya kwanza niliyokuambia, ile ambayo mataifa ya Uarabuni ndo alivamia Israel, ndicho kilichozaa hichi unachokiona kinaitwa Gaza ambayo ni eneo ambalo lilibaki chini ya uongozi ama, baada ya vita kuisha, ikajikuta jeshi la Misri ndio linatawala Gaza alafu jeshi la Jordan ndo linashikilia Westbank, ile eneo la huo mto wake huo. So baada ya hapo, kwa miaka kadhaa, Westbank ilikuwa kama eneo moja la Jordan so baadaye baada ya wamisri kupitia magumu ambayo nitakuja kukwambia baadaye, ndio wakalitenga lile eneo kwambe, lakini huko nyie jamaa mnaitwa Gaza, nyie ni Wapalestina sio Wamisri. Lakini mwanzo walitaka kulichukua Jordan nao, kutokana na hivo hivo hawa jamaa wakafika mahali wakawambia, no, kaeni huko huko. Kwa hiyo wakaambia, nyie ni Wapalestina sio Waarabu, but hawa watu ni Waarabu. So tuko kwenye kesi ya Jordan na mahusiano yao na Wapalestina kihistoria. Baada ya vurugu kuendelea, Marekani ilibidi ingilie kati kwa sababu kuna uhusiano kati ya Marekani na Jordani muda mrefu, na ndio maana unaona ni nchi ambayo imetulia mashariki ya kati pale. Na Marekani ndo wakafanya akafanya connection kuiuliza Israel, je, yeah. tukiwavamia wale jamaa wa PLO pale tuwaondoe kwenye nchi yetu, tukawakrashi yani tukawamaliza, hamtatumia chansi hiyo kutuvamia? Kwa sababu Israel kipindi hicho ilikuwa likuwa nataka pia kuichukua Jordan, you know? Jordan ni moja ya eneo ambalo kihistoria ni ile Israeli kubwa ile ambayo Netanyahu na yote ilikuwa inapita Jordan, but ni kama walisha isahau. So Waisraeli wakasema okay, as long as imeenda kupambana nao wauni ambao miaka yote wanakaa huko kwenu wanatuvamia sisi, it's okay, hatutateke advantage. Kwa hiyo Jordan wakawa wamepata green light, wakaingia kwenye makambi kupambana na PLO na yalifanyika mauaji mengi ya Wapalestina, na hii ndio ilizaa iliza kile kitu kinaitwa Black September, kwa sababu baada ya hapo King Hussein wa wakati huo wa Jordan ndiye alikuwa ametembeza hiyo rungu, na akapeleka jeshi pale na kuwamaliza na kukrashi kila kitu kilichoitwa Wapalestina ndani ya Jordan, na kufuta kile ambacho kilikuwa kinaitwa ni taifa la Wapalestina ndani ya Jordan. Baada ya hapa sasa, ndipo Wapalestina wengi waliondoka na kuelekea Lebanon, which inatuleta kwenye stori ya nchi ya pili ya mahusiano ya Wapalestina na Lebanon. Hawa jamaa 1975 hadi 1990 walikuwa kwenye makambi ya wakimbizi pale Lebanon, na Lebanon ni wakati huu ilikuwa ni nchi ya kikristo kwa sehemu kubwa, ilikuwa na balansi fulani. Ni nchi ambayo kwenye episodi zetu za nyuma tuliwahi kukuelezea nature ya Lebanon, lakini ni moja ya taifa la mashariki ya kati ambalo ni la Wakristo. Waislamu walikuwepo lakini waliongezwa zaidi na ujio wa Wapalestine ambao wengi ni Waislamu kwenye makambi ya wakimbizi. Ni wakati huu huu ambao Iran ilitumia hii chance kuanzisha taifa jingine kama kilichofanyika kule uh, Jordan ndani ya taifa jingine, na ndipo tukazaa hichi kinachoitwa Hezbollah. Hezbollah ilikuwa ni serikali kusini mwa Lebanon ambayo wengi wao walikuwa ni Wapalestina, kwa maana ya historia yao ya ukimbizi waliokuwa wanatumika jeshini, na walikuwa wana utawala wao ambao hau, hauna noma m na, na, na, na, na, na Lebanon lakini haukuwa serikali ya, ya Lebanon na sometimes, matukio yao ndani ya Lebanon yalikuwa anafanya Israel inaivamia Lebanon na kuathiri maisha ya walebanoni wengine ambao hawahusiki na mgogoro. So miaka mingi waliokaa pale PLO waliendelea kuwa mwiba kwa Israel wakiwa wanatoka Lebanon na Israel ikitaka kuvamia inaivamia Lebanon, vita inapiganwa, mambo mengi yamesababishwa na yote hayo yalikuwa ni kwa sababu ya Wapalestina ambao mwanzo walipokelewa freshi, kwa sababu kama nilivyokuambia hawa watu ni Waarabu. Sasa basi Lebanoni wakaanza kuwapiga vita mpaka leo tunavyoongea, Mpalestina haruhusiwi kupewa uraia wowote kwenye nchi ya Lebanon na wanatengwa na nchi nyingi za uarabuni kwa sababu hiyo. Twende Kuwait. Ni nchi ambayo iliwapokea Wapalestina wengi sana miaka hii, kwa sababu walikuwa wanawachukua kama ni Waarabu wenzao na waliishi pale kwa miaka mingi, wengine wakapewa hadi uraia na kufikia elfu moja mia tisa tisini asilimia ishirini ya wananchi wa Kuwait walikuwa ni Wapalestina na walikuwa wanaishi free kabisa, then ikaja kisa cha Saddam Hussein kuivamia Kuwait. Nadhani tuliwahi kukuletea kwenye episodi zetu za nyuma kwamba wakati Saddam Hussein ametoka kwenye vita na Iran, na Iran alikuwa ameishiwa kiasi kwamba ilibidi mataifa ya Kiarabu ya kaya aseme sasa, oh yeah, guys, guys, guys. <laughs> hebu tupunguze kuchimba mafuta kidogo ili tumbusti huyu mwenzetu auze mafuta zaidi. Sasa Kuwait akawa anatumia hiyo chance kuchimba mafuta kisirisiri na kuyaweka kwenye soko la dunia na kusababisha mafuta yanashuka bei na Iraq inabaki pale pale. Zaidi ya yote, Saddam akaja akagundua kwamba Kuwait walikuwa sio tu wanachimba mafuta kiolela ila walikuwa wanachimba hadi kwenye eneo ambalo ni mipaka ya Iraq. Ndo Sadam akaomba kuivamia. Alipoivamia mwanzo alikuwa na sapoti ya Marekani, baadaye Marekani wakageuka, wakamgeuka, ikawa inabidi avamiwe bwana Sadam. Wakati huu ambao Sadam walikuwa wameivamia Kuwait, Wapalestina Wa waliokuwa Kuwait wakawa na msapoti Sadam kuivamia nchi ambayo wapo PLO akina Yeser Arafat walikuwa wanasema wazi kwamba wanamsapoti Saddam Hussein ambaye alionekana anataka kulisimamisha taifa la Waarabu. Baada ya ile vita marekani kuingilia na nini na Saddamu wakarudishwa nyuma, wakamwambia sijui wanataka kuingia Saudi Arabia sta. Baada ya kushindwa ile vita, Kuwait iliwatoa wapalestina wote ndani ya Kuwait na kuwarudisha kwao. Leo hii huwezi kuambia Kuwaiti tena wawachukue hawa watu. Tukiondoka huko tunakuja taifa jingine. Yapo yote ya Kiarabu yana hii stori ukifuatilia, lakini tuje Egypt, Misri. Nimekuambia ilikuwa ni taifa ambalo wakati ile vita ya kwanza walipoivamia wakijaribu kuichukua Palestina na kuirudishia haki yake, walibaki na ukanda wa Gaza, lakini baadaye ilizaliwa movement kama unaikumbuka, inaitwa Muslim Brotherhood. Hii ni movementi ya Waislamu ambayo ilikuwa ina function ndani ya Gaza. Kwa hiyo Wapalestina wengi walikuwa ni sehemu ya ile movement. Ilikuwa pia ipo mpaka uh, Egypt. Haikuwa movementi ya kijeshi, ilikuwa ni watu tu wanaopenda kusaidia watu Yani wanakusanya pesa kutoka sehemu mbalimbali, wanatoa huduma za shule, huduma za hospitali, kwa sababu maisha yalikuwa ni magumu baada ya vita, especially kwa jamii za Wapalestina. So wakawa wanapita kwenye makambi ya wakimbizi mtaani, wanaanzisha klab mbalimbali. Kifupi, walikuwa ni watu wanaosaidia jamii ya Wapalestina kukua tena na kuwa wakubwa. So ndo wakajiita ni mabradha wa Kiislamu. Kwa hiyo ilikuwa ni movement ambayo ilikuwa ni ya kibinadamu kabisa mwanzoni lakini kadri ilivyozidi kupata umaarufu hii movement ikaja kugeuka movement yenye jeshi ndani yake, sijui unanielewa. Na kutokana na hilo, Misri imejenga ukuta fulani mkubwa sana mpakani na Palestina na Israel, na lengo ni kuwazuia specific wakimbizi kutoka Palestina wasiingie Misri. Kwa hiyo kwenye midia unasikia kwamba free Palestina free Palestina, lakini hakuna anayetaka kuwapokea. Na sababu kubwa ni hii iliyokuambia kwenye histori, kwa sababu ukienda, waliopokelewa Iraq ilikuwa hivyo hivyo, waliopokelewa Libya ilikuwa hivyo hivyo, waliopokelewa Saudi Arabia stori yao ilikuwa ni hivyo hivyo. Na zaidi ya yote wakimbizi wa Kipalestina ndio wakimbizi pekee duniani ambao shirika la wakimbizi duniani limewatengea shirika lao wenyewe. Unafahamu kuna UNHCR ambayo ni shirika la wakimbizi duniani kote, au wanahudumia kote duniani isipokuwa Palestina. Wana la kwao, linaitwa UNRWA yani UNRWA ambalo, ambalo kirefu chake ni United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Sijui unaliona hilo jina kwamba ni kitengo ambacho kimewekwa spesho kwa ajili ya hao wakimbizi wa kimataifa, kuanzia kuwapa kazi, maanake kuwatafutia kazi pamoja na kuwapa misaada ile ya kuwapunguzia makali ya maisha. Sijui unaelewa, wametengewa kitengo maalum. So ni moja ya wakimbizi ambao, ama ni moja ya jamii ambayo inapewa misaada mingi sana na jumuiya ya kimataifa. Na ndio maana sometimes unamsikia Netanyahu wakiwa wanasema, hao jamaa ni wachache sana, ni watu milioni mbili. Misaada inayokuja kwao ni mingi sana, lakini badala ya kutumia hiyo misaada kujenga jamii na ku move on, wao wanaitumia kujimarisha kijeshi na kushambulia Israel. Na kitu kingine ni kwamba utagundua wanazaliana sana Wapalestina kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa anauliza kama walikuwa wanauawa sana Palestina, walitokaje kutoka laki saba na elfu hamsini mpaka milioni sita miaka ya sabini. Kuna watu wanaoji pia kwamba utawala wa Hamas umejenga maandaki mengi sana chini ya Gaza na yanatosha kuweka watoto, yanatosha kuweka wanawake na wale watu ambao wako vulnerable kwenye vita, kwa sababu sio wengi na maandaki yao ni mengi kuliko hata yale ambayo Uingereza iliyatumia kwenye vita ya dunia ya pili kuweka wananchi wao. Uingereza iliweka wananchi wao chini, alafu wenye nguvu ndio wanabaki juu kupambana. Lakini kwa Gaza ni vice versa. Hamas inawaacha wananchi juu, alafu wao ndio wanazama kwenye maandaki. Ukifuatilia hii historia ndio inakupa sababu ya kwa nini wa Palestina hawapokelewi sisemi kwamba najaribu kukubadilisha kama nilivyosema mwanzo. Ikiwa walichokifanya Wapalestina nyuma hakialalishi chochote ambacho wanafanyiwa sasa hivi, lakini kinaelezea kwa nini wanatritiwa hivi na haya mataifa mengine ya jirani, na ndicho ambacho nilikuwa najaribu kukuambia hapa. Niambie kama umepata insight nyingine mpya kwenye hili, nitakuwa nakuletea mara kwa mara. Kuna nyingine nitakuwa nazisahau, natamani kuona kama unaweza ukaongezea pia kwenye comment. Kwa sababu uh, najaribu kukupa picha ya 360 ya mambo ili uyaelewe kote, ili wakati unashadikia upande mmoja ujua ah, kumbe mambo yako hivi. So asante kwa kila ambayo unatusapoti kwa kusubscribe. Tukutane East Africa Radio kila Jumamosi saa tisa alasiri hadi saa kumi jioni. Endelea kuwa na mimi, naitwa Grayson Gideon. Hii ni madini.com.